Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi inaendelea ukurasa tatu. Kinachoendelea kushambuliwa kwa Patrick Tima, mwingine adakwa, lakini uhusiano wa polisi raia wazua hofu. Uhusiano wa polisi raia wazua hofu eh, wananchi waishutumu kwa kukithiri kwa matukio ya utekaji watu kushambuliwa, huku uchunguzi ukibaki sintofahamu. Wadau wataka hatua wa za haraka, wataja umuhimu wa polisi kwa usalama wa raia. Lakini mwarubaini kupromoka kwa magorofa watajwa. mwarubaini kupromoka kwa magorofa watajwa na ripoti maalum. maofisa hawa kikwazo kwa waliojifungua kurudi shule maofisa hawa kikwazo kwa waliojifungua kurudi shule. Lakini mapenzi sheria mkononi vyakatisha uhai wa watu 2263 mapenzi sheria mkononi vya katisha uhai wa watu 2263. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele ligitocha chana gazeti la Mwananchi. Tuangazie gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii, kwa asubuhi ya leo linaandika ACT ya mjia jua rasi kauli kuhusu vitambulisho vya watumishi. ACT ya mjia jua rasi kauli kuhusu vitambulisho vya watumishi, lakini NEC yapuliza kipenga cha lala salama uboreshaji wa daftari la wapiga kura neki ya polisi kipenga cha lala salama uboreshaji wa daftari la wapiga kura, lakini habari kubwa kwenye ni gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii inasema Neema Ujenzi. Hiyo habari kubwa inasema Neema Ujenzi. Ujenzi. E, fedha kwa ajili ya wizara ya ujenzi zimeongezekwa kwa asilimia 28.87 kwa mwaka 2025 2026 kutoka shilingi trilioni 1.77 e, mwaka 2024 2025 hadi trilioni 2.28 lakini kuna habari inayosema aliandika siku za kitima zinahesabika atiwa mbaroni. Aliandika siku za kitima zinahesabika atiwa mbaroni. Lakini LHRC yaja na hatua tatu kwa wadhibiti wasiojulikana. Askali polisi wachunguzwa kuhusu sakata la mdude. Askali polisi wachunguzwa kuhusu sakata la mdude. Hiyo ni habari, inaendelea ukurasa wa tano wa gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo na tukichana gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika indeki yawataka wananchi kutumia siku zilizobaki kuboresha taarifa zao. Lakini jaji Hamisi, msaada wa kisheria mama Samia wapunguza mrundikano mahakamani. Lakini ujenzi ni bajeti ya kazi na utu, waziri Ulega ahidi ujenzi zaidi. Eh, rais Samia kuzindua daraja la JPM. Lakini makandarasi wazawa kicheko, miji 200 kuumuliwa Ta usumbufu kwenye mizani wapata arubaini. Lakini ukanda, e, ukanda na ukabila zaitesa sisi Moshi. Waziri chama e, azindua mradi wa dola milioni tano nukta nane kuhifadhi misitu yona. Habari kwenye gazeti la Omachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele, lakini gazeti la Uelekeo linaandika e, kidato cha sita waanza mitihani aliandika maudhui kumtisha kitima mbaroni. Lakini watatu mbaroni kwa kumrushia raisi kiatu. watu watatu mbaroni kwa kumrushia raisi kiatu. Lakini sherehe urithi wa dunia mwaka huu ni Serengeti, sherehe urithi wa dunia mwaka huu ni Serengeti. Na msaada wa kisheria wa mama Samia rasmi kutua Pemba. Hiyo ni habari ukurasa wa ndani wa gazeti lako la Uelekeo. Lakini gazeti lako la Majira na lenyewe linaandika serikali ya Rais Samia inavyotekeleza miradi ya maendeleo kwa Watanzania. Lakini Profesa Ndakidemi eh, ahoji matumizi holela ya msumeno nyororo. Lakini ACT eh, Wazalendo yalaani kauli ya, ya RC Mjini Magharibi eh, lakini eh, ujenzi ni bajeti ya kazi na utu 2025 2026 serikali yapiga marufuku kutumia misumeno mnyororo bila kibali, lakini polisi ya mnasa aliyedaiwa kutoa vitisho kwa Patri Kitima. serikali yaitaka gbt kuhakikisha sheria zinafuata. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majirao, ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la habari leo na lenyewe ukurasa wa mbele inaanza na habari inayosema Rais Samia awatakia heri ya kidato cha sita, lakini mwingine baroni shambulio la Patri Kitima ya ujenziaja na bajeti ya trilioni 2.3 ya kazi na utu. E, ujenzi ujenziaj na bajeti ya trilioni 2.3 ya kazi na utu. Ulega ataja vipaumbele vya kujenga zaidi nchi, foleni mizani yapatiwa tiba, taa kufungwa miji 200, lami kilometa 52.2, kupunguza msongamano. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la habari leo, lakini ukurasa wa saba wa gazeti la habari leo kuna habari CCM hatuna ugomvi na Chadema hiyo ni ukurasa wa saba gazeti la habari leo nasema sisi hatu na ugomvi na Chadema. Ripoti ya Kariakoo yabaini wazawa e, kuuza taarifa kwa wageni e, ripoti ya Kariakoo yabaini wazawa, kuuza taarifa kwa wageni. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini bilioni kumi na sita kuimarisha mazingira asili Tanzania, hiyo ni habari ukurasa wa nne, lakini bado kuna habari inayosema msajili Mutungi ataka vyama vilinde amani e, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema ahimiza vizingatie sheria viondoe taswira eh, hasi kwa jamii. Hivyo msajili Mutungi ataka vyama vilinde amani, ahimiza vizingatie sheria na viondoe eh, taswira hasi kwa jamii. Hiyo ni habari ukurasa wa saba wa gazeti lako la habari leo. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako eh, gazeti eh, lako la Taifa leo Eh, gazeti la Taifa leo linaandika eh, wapwani waunga mkono CDF. E, wapwani waunga mkono CDF, lakini viongozi wa magharibi wakashifiwa. Eh, viongozi wa magharibi wakashifiwa. Alimpiga Ruto kiatu akamatwa. Eh, alimpiga Ruto kiatu akamatwa. Risasi, risasi tatu, e, zilikuwa ndani ya ndani ya mbunge e, risasi tatu zilikuwa ndani ya mbunge, lakini Musalia atishia mlima E, Musalia tishia mlima. Ilo ni gazeti lako la Taifa Leo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaanza na pande inaosema, msaada wa kisheria wa Mama Samia kupunguza mrundikano wa mahakamani, Jaji Mkuu Zanzibar asema. Lakini Jafo agiza operesheni kuwaondoa wageni wanaofanya biashara Kariakoo kinyume cha sheria lakini bajeti ya kazi na utu yaahidi ujenzi zaidi wa barabara. lakini mradi wa dola milioni 5.8 kuhifadhi mazingira wazinduliwa Kisarawe. E, mradi wa dola milioni 5.8 kuhifadhi mazingira wazinduliwa Kisarawe. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. lakini mtazamo wa gazeti lako e linaandika Tanzania e, na UAE watia saini ushirikiano maeneo manne, Rais Dr Samia akishuhudia lakini mnaiki UVC Miringa tutumie mitandao kukabili upotoshaji na ujenzi, bajeti ya kazi na utu, waziri urega ahidi makubwa, na ACT wazalendo yajivunia mambo, mambo kumi ikitimiza miaka kumi na moja ACT wazalendo yajivunia mambo kumi ikitimiza miaka kumi na moja Kuna habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la dira na lenye asubuhi ya leo lina habari inaosema barabara korofi E, mabogini kujengwa kwa lami na ujenzi ni bajeti ya kazi na utu. Lakini mikataba minne yasainiwa e, baina ya Tanzania na UAE na Rais Samia akishuhudia. ACT e, wazalendo watu wa, watu wa nasaha kuunganisha taifa kuelekea uchaguzi mkuu. E, wa nasaha e, kuunganisha taifa kuelekea uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ukurasa wa mbele.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 Lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika Yanga ya jibu maelekezo ya kasi. Mabula azidi kutakata Ulaya. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo Mpya. Lakini Mwanahabari gazeti lako kwenye michezo inaandika wanasoka kivule wa mwomba msofe vifaa vya michezo. Ngoma awafunga mdomo JKT. Yanga ya jibu maelekezo ya kasi. Lakini kimataifa, Liverpool yapigwa tatu moja licha kupewa heshima e, eh, Liverpool yapigwa tatu moja licha ya kupewa heshima. Lakini kwenye gazeti lako eh, la Habari Leo linaandika Simba ya la Kiporo kingine, eh, Simba ya la Kiporo kingine Yanga yaivimbia kasi wawili Tanzania wachomoza kikosi bora futsal. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe kwenye michezo linaandika Simba yaendelea kujilia viporo vyake. Lakini Yanga hatuchezi dabi. Pia yakataa agizo la kasi kurudi katika kamati za ndani kwanza, yasema haina imani na kamati hizo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kurasa wa mchezo. Lakini Majira linaandika Yanga ya komaa tena, haitacheza Kariakoo dabi, yasema haina imani na mamlaka soka nchini. Simba arasibekane kupigwa kwa Mkapa. Lakini Simba yaendeleza... indeleza ubabe eh, kwenye viporo vyake eh, Simba yaendeleza ubabe kwenye viporo vyake lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo linaandika ya Azam ya rusha taulo, Azam ya rusha taulo e totoawachia mkataba wa shilingi bilioni tatu mezadi muda hiriaya atajwa Chamanzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini tuondoke ligi kuu bara mikekani, tuondoe ligi kuu bara mikekani, Inter Barcelona hukumu ya kibabe msimamo Yanga watikiza Eh, huu ni msimamo wa Yanga wa tikisa mgomo wa dabi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Lakini kwa misimu miwili akiwa ni timu hiyo, kiungo huyo amefunga mabao 23 asisti 21, katika ligi kuu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini bado kuna habari inayosema Inter na eh, Barcelona, hukumu ya kibabe leo na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.